ni Iringa wa kutekeleza miradi ya serikali kwa wakati, na katika michezo na burudani, mbele ya ngara mbele mashindano ya bonanza. Taarifa ya habari kwako, itakayosomwa nami Telesia Chalamina, ungana nami ili uweze kuhabarika zaidi. Kikao cha robo tatu cha mwaka wa fedha elfu mbili na cha baraza la madiwani mkoani Iringa kimefanyika katika ukumbi wa mikutano ya manispaa ya Iringa huku madiwani wakiaswa kutekeleza miradi ya serikali ambayo haijakamilika kwa wakati. Mwanahabari wetu Humphrey Musa ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amelitaka baraza la madiwani kuhakikisha wanasimamia mapato ya halmashauri ipasavyo ili kuendelea kuiweka juu kimapato halmashauri hiyo Mbili kutekeleza miradi yetu kwa wakati ko ni waombe sana, hakikisheni mnasimamia fedha za halmashauri na fedha nyingi kadri mtakavyoweza ziende kwenye maendeleo ya watu wana ili wananchi wetu waone kazi na inayofanywa na manispaa kwa serikali ikileta ile kutuongezea, lakini sisi wenyewe tuwe tumeanza kupiga io naeko, niwaombe sana msimamie mapato ya halmashauri. Najua kazi imeanza kwenda vizuri na bahati nimepata mkurugenzi mzuri, na nasema hivi kwa sababu namfahamu, nimefanya naye kazi mwaka mmoja na miezi minane. Kwa hiyo najua, niwaombe tu umpe ushirikiano ili alete mawazo alete fikra zake ili hali ya manispaa yetu iwe bora zaidi kuliko ilivyo leo. La pili ni fedha za asilimia kumi kwenda kwa kwa, kwa, kina mama, vijana na walemavu. Hakisheni fedha hizo zinakwenda, lakini vikundi hivyo, msitengeneze vikundi vyenu, madiwani, tengenezeni vikundi ambavyo kweli inakwenda kutatua matatizo yao ya wananchi. Wapeni fedha wale ambao wana sifa kwamba kipoa pesa anarudisha, ili tuwape wengine, sio wale ambao ukusanyaji wake unaanza kuwa tatu kwa. Naomba sana madiwani nisaidie, mkiona kuna kikundi cha watu wenye tabia mbaya, moyo wa kwanza anaemdugie vi kikundi, tuna wasiwasi nacho ili tuwape wale ambao kwanza wana discipline lakini pia mikopo hiyo wataitumia kutatua matatizo yao ya umaskini na maendeleo yao, na ndiyo essence ya hizi fedha. Ni ni ni laini ya kusaidia watu ili waweze kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye maisha bora. Sambamba na hayo, mstahiki meya kwenye baraza hilo ameeleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ndani ya halmashauri ya Iringa.

tayari tumeshafikia hatua za mwisho hii, kwa sababu tumesema kwenye baraza tayari tumeshafikia hatua za mwisho za za, tayari tumesha kupata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa barabara za kata ya Mkimbizi pamoja na soko la Kihesa kilichopakia <tutu> nikusainiana naye tu mikataba <tutu> lakini barabara -ba za Mkimbizi, sababu Mkimbizi <tutu> na Mkimbira barabara za lami za kata ya Mkimbizi na Mtuvila na ujenzi wa soko lile la Kiesa, tunaenda kulibomoa lile soko na tunajenga soko zuri la kisasa, na tayari mkandarasi ameshapatikana. Taratibu nyingine hizo zinaendelea. Kulikuwa na utaratibu wa kutafuta e, e, mshauri wa mradi ambayo utaratibu wake unaendelea, lakini baada ya hapo utasainiwa mkataba kwa ajili ya kuanza ujenzi wa lile soko. Kwa hiyo ndugu zangu Wanairinga, kuondoke nalo kwamba tayari eshatumisha. Kwa hiyo tunao barabara itapasuliwa, soko la Kihesa litajengwa, Mwenyezi Mungu akipenda, tunaamini na lile daraja la Isaka lilo nalo litakwenda kuunganishwa. Naye mmoja wa madiwani wa baraza hilo Paskalina Uweve ameeleza utekelezaji wa miradi ya serikali katika kata yake. Kwa kweli serikali kuu wametetea pesa nyingi sana, hususan kanda yetu ya Kihesa na miradi tuliyoletewa na serikali kwa asilimia kubwa tumeitekeleza. Kuna shule ya msingi Kifuluu kuna sekondari ya Nduli ambapo tunajenga maabara. Shule ya msingi Kikululu imekwisha. Shule ya Nduli tunajenga maabara, nayo ndio tuko kwenye kumalizia. Na shule nyingine japo ni ya kata Gangilo, ya Makorongoni, lakini ile shule imejengwa eneo letu la kata ya Nduli na itawasaidia watoto wetu. Kweli tumejisimamia vizuri kabisa pesa hizi, na zimefanya kazi inayoonekana kwa watu. Baraza la madiwani limemaliza kikao cha tatu robo ya tatu katika kundi za mikutano za manispaa ya mkoa wa Iringa, ambapo mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Peter Serukamba, akiwaasa madiwani kusimamia mapato ya almashauri, kusimamia mikopo ya asilimia kumi iende kwa walengwa. Pia amewasisitiza waendelee kusimamia usafi kwa sababu Iringa inasifika kuwa katika mikoa mitano bora ya usafi. Pia amewasisitiza kuhakikisha wanamaliza migogoro ya ardhi ikiripoti katika viunga vya manispaa. Ni mimi Hampe Musa wa UoI Digital. Wanakwaya wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, kutoka mkoani Songwe wametembelea chuo kikuu cha Iringa kwa lengo la kujifunza na kuona huduma mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Mwana habari wetu Isaac Abbas ana undani wa taarifa hii. Wanakwaya wa kanisa la Kinjili la Kilutheri Tanzania KKT kutoka mkoa wa Songwe wametembelea chuo kikuu cha Iringa kwa lengo la kujifunza na kuona huduma mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Baada ya ziara hiyo, viongozi pamoja na baadhi ya wanakwaya wameelezea lengo la ziara hiyo pamoja na faida walizozipata katika ziara hiyo. Kiongozi wa wanakwaya hao ambaye ni mwenyeji wao kutoka usharika wa mkoa wa Evaristo Ilomo amesema kuwa lengo la wageni hao la kutembelea chuo kikuu cha Iringa ni kuona mwenendo wa chuo kwani miaka ya nyuma wamesaidia ujenzi wa chuo hicho. Aidha, kiongozi huyo ametoa shukrani kwa wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Iringa kwa mapokezi mazuri na namna walivyowapa maelezo ya kina juu ya huduma zinazotolewa chuoni hapo. Nao baadhi ya viongozi wa wanakwaya hao pamoja na wanakwaya wametoa maelezo namna walivyojifunza mambo mbalimbali mbali katika ziara hiyo na jinsi walivyofurahia ziara hiyo chuo, kwa mandhari iliyopo hapa chuoni na kwa wataalamu waliopo, mimi ningeshauri tu kwamba hebu tu, tuwalete tu, tu watoto tu wetu hapa chuo cha Tumaini kwa ajili ya kozi mbalimbali mbali, kwa sababu ujuzi watakaoupata kwenye chuo hiki naamini ni maarifa makubwa sana kwa ajili ya watoto wetu. Tunaona watoto wanapoendelea kusoma na wanafanya kwa vitendo. Kwa hiyo kama wazazi wenzangu, ninawaunga mkono kwamba tuwalete watoto katika chuo hiki ili kwa hapo baadaye waje wakusaidia. Ni wageni kutoka mkoa wa Songwe waliokuja kutembelea chuo kikuu cha Iringa. Lengo ni kujua mambo mbalimbali, mbali na huduma zinazopatikana hapa chuo kikuu cha Iringa, na hayo ni maoni ambayo wameweza kuongea kuhusiana na huduma ambazo zinapatikana chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Isaac Abasi Sala wa UoI Digital. Taarifa yake Isaac Abasi, na tukamilishia habari za kijamii. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazotoka kwako na Maria Antoni.

wa soko la Semtema kati ya Kihesa, mkoa wa Iringa wameeleza faida na hasara za vikoba, michezo mingine ya pesa kwenye biashara zao. Mfanyabiashara Neema Ludege amesema kuwa vikoba vinawasaidia sana katika biashara zao, kwani katika vikoba wanawekeza kidogo kidogo na mwisho wanapata kiasi kikubwa cha fedha ambacho kinawasaidia sana katika kukuza biashara zao. Lakini pia wameeleza namna vikoba vinavyorudisha nyuma maendeleo ya biashara zao kutokana na kudhulumiwa sa unawekeza kidogo kidogo na pale unapokuja kupata unapata kingi. Kwa hiyo ukipata kingi unafanyia kitu kinachoelekea weka vizuri, kwa mfano unaenda kufunga mzio wako mzuri. Kwa hiyo inatusaidia kwa kufunga biashara ni kubwa. Tusipokuwa makini, zile hela ambazo tunapata kwenye biashara tunaona kuwekeza kwenye kikoba, kwa lengo la kupata hela nyingi ili kurudisha kwenye biashara asilimia kubwa Kwenye vikoba kuna watu ambao wengine sio waaminifu, kwa hiyo hasara kubwa ambayo tunaweza tukaipata kufurumiwa, na pia mahesabu kutokaenda vizuri, tunapata hasara <laughs> Pia wafanyabiashara wengine wameeleza jinsi vikoba vinavyosaidia kuboresha sehemu za biashara zao na kukuza mitaji kupitia mikopo hiyo. Faida tunazozipata tukicheza mchezo wa vikoba ni kuboresha sehemu ya biashara yetu, na ukiwa unapata kukuza mitaji inaturahisishia kukuza mtaji na kupata kupata mtaji kwa haraka zaidi. Huwa tunapata huwa tunachangiana, alafu huwa tunakopeshana kopeshana, ile inasaidia iia kuchelewa kurejesha omupia wakieleza faida na changamoto wanazokumbana nazo kutokana na kikoba, kutoka hapa sokoni la Sentema mimi ni. Shukrani sana Maria Anton, ni kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Brudani na Davina Mwafiela ni kusihi, endelea kubaki nasi. Mchezo wa mashindano ya bonanza uliokutanisha timu ya BDFC pamoja na Smartboy umetamatika katika viwanja vya Kibrazili na timu ya BDFC kubuka na ushindi wa penalti tano kwa nne. Baada ya mchezo makocha wa pande zote mbili pamoja na manahodha wa timu zote wamekuwa na maoni tofauti tofauti juu ya matukio ya mchezo. Kwa upande wa kocha wa BDFC amesema kuwa wachezaji walitulia kwa sababu waliweza kupata goli la pili ambalo lilisawazisha mchezo na wachezaji walipata maelekezo wakiwa uwanjani. Kwanza niseme sema na shukuru ongoza, tukarudishia, tukarudishia, tukarudishia, tukarudishia, tukarudishia, tukarudishia, tukarudishia, hmm. Kwa sababu tuliongoza afu tukarudishia afu tukaongezwa goli jingine ambapo hapo hmm. Kimchezo wachezaji tukiwatoke mchezoni tuanze kuteseka. Ila wachezaji walitulia, baada ya kutulia pale hivi ndio tukatafuta goli na sisi hapo ile kusawazisha. Kwa hiyo ni sema ni upambanaji ambao naweza nikawashukuru wachezaji wote na bichi la ufundi ambao ndio wao pale kwenye bichi la ufundi. Wachezaji hawajatoka mchezoni na sisi walitusikiliza maelekezo yote ambayo tuliongea kupata ushindi wa goli mbili mbili. Naye kocha wa Smart Boy amesema kuwa changamoto ilikuwa ni wakati wa upigaji penalti, kwa sababu wachezaji walikosa utulivu wakati wa upigaji penalti na na ndio maana walipoteza penalti nyingine. Bonanza kati ya na Smash Boy imemalizika baada ya bc kupata ushindi wa penalti goli tano kwa nne. Nikiripoti kutoka kida mbile, mimi ni Davina Mfela wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kutimisha taarifa habari tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Karibu mtazamaji wa UoI Digital, karibu, kuna kipengele adhimu cha msamiati wa leo na leo tuko na msamiati Wendo, Wendo. Je, yeah, wewe unafahamu juu ya msamiati huu? Kama ufahamu, twende kuwatazama nafu cha Iringa wewe unafahamu nini juu ya msamiati huu? Wendo. Wendo wsh we kusikia neno wendo au wendo, si la, sijaipata neno wendo. Okay, kusikia neno neno wendo, wendo watazamaji mm -hmm. wendo... Wendo. Wendo. <laughs> wa UoI Digital tumemaliza kuwatazama wanafunzi wa chuo cha Iringa wakijaribu kutuelezea we wanafahamu nini juu ya msamiati huu. Tumeona wengi wao wameshindwa kuelewa kabisa wendo ina maanisha nini. Aa, na mimi nataka kuambia maana halisi neno wendo ni kwamba ni mfuatano wa matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea au yakijiri. Lakini kwa sentensi ninayosema kwamba kulikuwepo na wendo wa masuala ya ada. Chuo Kikuu cha Iringa, langu jina naitwa Karimu Yasin, bwana misamiati wa digital, tubadilike kidijitali, nami nakuacha na sentensi isemayo siku hizi kuna wendo sana, hasa maeneo ya mjini na na, hiyo ndio maana halisi ya msamiati wendo Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho, panapo majayo. Ulikuwa nami Teresia Chalamila, asante na kwa heri.